Wa wilaya ya Mbozi ni vitongoji 81. Thamani ya mradi ni bilioni 28 e, za Kitanzania. Mradi huu ni wa muda wa miaka mitatu, kwa maana ya miezi 36. Kampuni ya JTIC ni kampuni ya Kitanzania, ni ya wazawa, na itatekeleza mradi huu ndani ya muda bila ya geza yoyote tumejipanga vizuri lakini, kupitia mradi huu kwa sababu unaenda kwenye vitongoji pia, utaamsha hali za wananchi kiuchumi, kwa maana maeneo husika vijana watashirikishwa katika kutenda ushiriki katika huu mradi husika. Kwa mujibu wa serikali vipaumbele ambavyo wametuambia tuweze kuvifanya kwenye vitongoji husika, umeme uweze kufika kama sehemu ya kitongoji kuna, kuna, kuna zahanati basi umeme huo uweze kufika kwenye zahanati, kama kuna shule ufike kwenye shule. Uh, hizo ndo sehemu hasa ambazo mahususi ambazo wao wanazitaka, lakini pia katika kuangalia katika huduma za kijamii especially kwenye kama sehemu za ibada, basi umeme huo unatakiwa ufike. Kwa hiyo sisi hapa kwenye hili jambo hatutofautianishi wala hatuna sababu ya, kwa sababu wananchi hawajui habari za REA, habari za Tanesco, wao wanajua ndio wanataka mtazo na wako umeme unapatikana una, una, una sio ndio, mpaka hapo. Lakini kwa hiyo mkandarasi, toa ushirikiano kwa watu wa Tanesco na REA na mkoa na wilaya, kwa maana ya kwamba wao ndio wanahudumia wananchi, wao ndio maswali yanaulizwa na wanatakiwa kujibu kwa wananchi wao. Hata kama mkataba umepokwa kwa makao makuu, bado wajua kisa wanafanya kazi na watu wa huko. Lazima waendelee kuwaheshimu na kuwasikiliza maelekezo ambayo watakuwa wanatoa. Mnaweza mkao mmefanya mmefanya mmefanya mfanya design yenu, labda hizi feasibility studies mmefanya kwa kabla, si ndio hivyo? mm-hmm. Lakini kuna mambo yanatokea kwenye maeneo husika. Kwa mfano sasa wana kuna shule mmeisahau, lazima ipate umeme. Ndio maana tunatakiwa tujaribu kushirikishana kwenye kila hatua mnaposhuka kule chini, kwenye ngazi za kata, kuna watendaji wa kata, watendaji wa vijiji, wana yeye muone mwa, mwa, mu, mu, muwashirikishe, halafu wabainishe maeneo ambao wanadhani yamesahaulika, lakini ni muhimu akapata hizo huduma. Ndio maana tunatoa maelekezo kwa watendaji wetu, mwenyewe mkaripoti kwa watendaji. Sawa, kama kuna vitu vya kuhifadhiwa, mnahifadhiwa ofisi za kata, yani kwa msiweke tu kienyeji huko, baadaye mnaanza kulalamika, tumeweka pale tumeibiwa. Sio nani anakuwa na responsibility na hiyo? Tuna viongozi wa serikali, watendaji wa kata, ofisi za kata zipo bwana. Kuna hivi tunataka tukiviache hivi kwa leo mpaka kesho. Naweza kukapotea tumhifadhi hapa kwa hapa. Hakuna mtendaji ambaye akakataa kuhifadhi hiyo vitu. Kuliko kujiegeaegea tu mahali huko unamwekea mlinzi baadaye unaenda kwenye pombe amepotea leo ndio kuja kumeibiwa anaanza ku anaanza kutafuta mchawi. Si ndio hivi? Yes. Sasa mkijenga mahusiano mema na wale viongozi kule kwenye kata wanawasaidia hata pia kuambia. Wazee maarufu pale na nini? Si ndio hivi? Wanawaambia wenye vitu vipi wanaambia wana hapa wana, changamoto ni hii na hii na hii. Mkiweka hapa itakuwa salama mkiweka hapa. Pia wananchi wanakuwa. Lakini pia watendaji wa kata TANESCO mwakikishe, mnaambia mnafanya na wananchi pale sasa mikutano. Eh, mkandarasi huyu mnampeleka, sio dhambi wananchi wakiwakujua wewe ni mkandarasi.